Nije kwenye hili suala la matumizi ya P2, mimi nililiongea sasa. Kuna watafiti wenzangu wamekaa wamelisema, kuna Dr. Jane Muzo anatoka Aga Khan, kuna David Mwemba, yeye anatoka Muhas. Wametoa madhara kumi ya P2. Mheshimiwa Mwenyekiti, kwa ruhusa yako kuna wabunge hapa hawajui hizo pitu, hawazijui kabisa. Hapa nina pitu hizo. Mheshimiwa mwenyekiti, naomba uje utume mtu aje azichukue, wabunge wazione wa, waone watoto wao wakiweka kwenye meza, wasione kwamba ni kidonge cha kawaida. Wazijue hizi pitu madhara yake. Waheshimiwa wabunge, nisikilizeni. Hizi P2 kwa sababu zinatumika ovyo bila elimu, mheshimiwa Jenista, naomba mtoe elimu ya wazi kabisa, elimu ya wazi. Nakwambia ili hiki kizazi hiki kitapotea. Mabadiliko ya mzunguko wa damu, kiharusi, manake wanatumia ovyo, wanaweza wakapata stroke. Hii ni kutokana na utafiti wa hawa niliowataja. Wanaweza wakapata kansa ya uzazi mimba zinaweza zikatoka mara kwa mara, wakati mwingine wanapata damu nyingi, na wakati mwingine wanapata damu kidogo inaitwa spoti. Wakati mwingine wanapata hata magonjwa ya zinaa. Kwa hiyo hili swala nimelizungumza kwa sababu juzi tu kuna mama mmoja wanatoka Arusha, wale walioalikwa kwenye chama, akaniambia mheshimiwa, hivi mnaongea hili swala la P2? Sasa ujue kumbe hata kina mama wameanza kuogopa. Swala hili la P2 tusifanye mzaha, Mheshimiwa Jenista lipi angalia namna gani mtatoa elimu bora ya matumizi hayo, kwa sababu inaonekana kuna hasara zaidi kuliko faida. Nimelisema hilo, na naomba waziri sasa mtalifanyia kazi.